Watoto wanajua Kiingereza. Bwana asifiwe. Askofu ni huyu. Jamani Bwana asifiwe. Eh, vigenie inaruhusiwa kwenye zoezi hili. Asante sana mwenyekiti, nayo hii ni ya pekee. Asante sana.

Sasa niombe kabla mwenyekiti wetu hajafungua hajakata utepe i uh, wakati wa kushangilia na kumshukuru Bwana, basi tunaenda katika tukio zuri kabisa la kufungua jengo hili chini ya mwenyekiti wetu wa jimbo. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, asubuhi hii tuko mbele zako tunakushukuru kwa namna ambavyo umeruhusu tukio hili lifanyike. Asante kwa kazi nzuri ambayo imefanyika mahali hapa, umati huu leo, tunashukuru na kukushangilia kwamba injili inaendelea kusonga mbele katika maeneo haya Nina. Sasa bariki huduma hii, sote tuliokusanyika hapa tukaguswe na kufurahia kuendelea kuipeleka mbali injili yako kupitia kazi na kupitia mibaraka uliyotupatia naomba kwa jina la Yesu Kristo Amina. Ah. Basi tunaenda kwenye tukio hili na hivyo uh, vitambaa vitasogezwa na uh, profesa mzee mze wetu mzee Madu na mwenyekiti wetu akafanya kazi ya kukata utepe. Na anapomaliza kukata tunasema amina, ah, kubwa. Ilizoezi sasa Jamani, unasemaje? Amina. Kwa utukufu wa Mungu Mkuu, kanisa la Waadventista wa Sabato Mission Center limejengwa kwa ufadhili wa Ellen Singers, jiwe la msingi limewekwa na mchungaji mwenyekiti wetu wa jimbo Jimbo la Mashariki kati mwa Tanzania Mchungaji Emmanuel Andrew. Haleluya. Karibuni sana huku kwetu Mission Center. Lakini zaidi sana nimesimama hapa kusoma risala fupi inayohusiana na tukio la leo. Amen. Tukio la leo ni la kuweka jiwe la msingi kanisa la Mission Center. Pengine unajiuliza Mission Center, kwa nini kanisa liitwe Mission Center? Kanisa hili ni kanisa ambalo limejengwa kwa ufadhili wa Ellen Singers. Mwaka 2023, Ellen Singers tulikuwa tunasherehekea miaka kumi ya huduma zetu za uinjilisti. Katika sherehe hizo tulikaa kama kikao tukawaza tufanye mambo gani. Moja ya mambo ambayo tulikubaliana ni ku ni kuhubiri injili kwa njia ya satellite. Tukaunda kamati. Kamati hiyo iliongozwa na mzee wetu hapa Kalebumadugu ambaye alitambulishwa na ambaye ni mwombe tu asimame tena, tukamwomba awe mwenyekiti wa kamati, na mke wake ni mjumbe, na katibu wa kamati anaitwa Lucas ambaye hakufika hapa kutokana na majukumu, na wengine ambao ni wajumbe alikuwa ni Mama Bundala yuko Dar es Salaam Makongo Juu, lakini mwingine ni Mary Nsungi yuko Kinyerezi, mwingine ni Juliana Nsungi yuko Kongoe, na sisi wana Ellen wote tukawa sehemu ya timu hiyo, akiwemo advocate Mama Stela Mchomvu. Mwenyekiti, unaweza ukakaa. Lakini sasa tulipokuwa tume- tunaendelea na zoezi hilo. Hii effort ya miaka ya kutimiza ya miaka kumi kwa njia ya satellite ikawa inaahirishwa kutokana na, kutoka na ratiba za kikanisa. Baadaye tulipokuwa mwezi wa kwanza tunasherehekea mwaka mpya, Ellen Singers tuna utaratibu wa kuja pamoja, tunakula pamoja. Siku hiyo tulikuwa tumekwenda Saadani kwenye mbuga ya wanyama mwaka elfu mbili ishirini na tatu mwezi wa kwanza Tukasema, miaka kumi tumetembea tukihubiri injili katika maeneo mbalimbali mapya, tunakwenda tunahubiri, tunahubiri tunatembea. Sasa ni wakati mwafaka, tutafute eneo ambako tutahubiri injili, tutajenga kanisa lakini tutafungua na miradi mingine ya kijamii. Tukaanza kutafuta eneo. Nakumbuka tulikwenda mpaka Morogoro, mzee Karigu alitupeleka kwenye eneo fulani, tukaliangalia lilikuwa na eka kama tano. Mwenye eneo alipotuona tumeingia na gari latini ikapanda, lakini kumbe Mungu alikuwa hataki twende Morogoro. Tulikwenda mpaka nyuma ya milima ya Mikese kule nyuma pia tukatafuta eneo, tuko na Pasta Masunga, tukatafuta siku hiyo nzima na mke wake, tunapita kwenye milima tukashindwa kwa sababu ya eneo, maeneo yenyewe yene milima milima milima, hapo tambalale kama huko. Tukarudi bila matumaini. Tulitoka na mwenyekiti wangu wa Ellen Singers, tukaenda Bagamoyo, tukatafuta eneo, hatukupata tukapata eneo kama laika saba, lakini tukagundua ni matapeli walitaka kutuuzia juu ya ya eneo la mwingine, tukaondoka tukiwa njiani tukakumbuka kumpigia simu Pastor Safi ambaye alikuwa mchungaji wa hapa Chalinze, tukamwambia tunahitaji eneo tupate hata eka kumi za kuanzia. Pastor akasema huku Chalinze kuna maeneo lakini tunahitaji wenyeji zaidi. Ngoja niwatafutie, kuna mzee wangu mmoja wa kanisa aweze kuwasaidia kutafuta eneo kumbe alikuwa anampigia simu Mzee Sondole kutoka hapa Magindu. Mzee Sondole, Bwana Yesu asifiwe. Najua yuko nje, basi ubarikiwe sana. Kwa hiyo Mzee Sondole akaongea naye akatafuta eneo akalipata. Bahati nzuri alikuwa safari, lakini alirudi, alikorudi tu pasta akatuunganisha naye, hatimaye Mzee Sondole akatuongoza kuja kwenye eneo hili. Bwana asifiwe yeah. Tulipofika hapa kwa kweli tuliridhika, hii nchi ni nzuri. Mmepapenda si jamani, wageni? Bwana asifiwe. mmepaelewa yeah? Wakati mnakuja ni kama mlikuwa hamwelemelewe, lakini mlipofika mmepaelewa. Na sisi ilikuwa hivyo hivyo, ilifika sehemu na gari hakuna njia, hapokuwa na njia yoyote, unapita porini Nikamwambia mzee Sondoli tuache gari hapa, akasema atwende, anapita mbele, anakanyaga miti, anafanya nini, tunapita. Hatimaye tukafika hapa, tulikutana na maua yanaota yenyewe na ilikuwa ni kiangazi. Kuzuri jamani, ukiingia kule ndani ni kuzuri kuliko hata hapa tulipo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tukapapenda, tukanunua hili eneo. Kwa hiyo Ellen Singers tukakubaliana kwamba hii ndio itakuwa Ellen Singers Mission Center. Itakuwa inaitwa ESMC. Ellen Singers Mission Center. Sasa Ellen Singers Mission Center inaanzia kwenye huo ukuta mdogo, kwenda hivi. Sasa kwa sababu tulihitaji pia kujenga kanisa, kazi ya kwanza tuliyoifanya ni kuhubiri Injili. Tulipofika hapa tulikutana na mzee wetu, mzee Babaye. Bwana asifiwe, si kama ba mzee Babaye umeingia huko ndani. Mzee Sondole, naomba umsindikize mzee Babaye aje, naomba umsindikize uje naye, kwa sababu ni mzee ambaye familia yake ndio iliyotupokea siku ya kwanza. Amen. Na kama strangers kama watu wa ajabu, hawa watu wametoka wapi? Hakutuelewa mwanzo, lakini mke wake alitupokea pia kwa bashasha kubwa, amina. Baada ya kuongea na mke wake, akaenda kumweleza mzee Babai na, yake na familia yake. Naomba wote tusimame, simameni familia mzee Babai wote mpaka kule chini, kina mama pili wote. Basi wakatupokea vizuri, akatueleza hata utaratibu wa namna ya kupata eneo na umakini tunaotaka wanao katika mchakato wa ununuzi wa eneo. Tulifanya hivyo, lakini sasa wakati tumefanya effort hapa familia yake walibatizwa wote mpaka watoto wadogo. Bwana asifiwe yeah. Yani hawa ni watu tuliobatiza wengi pamoja na familia ya mzee Tiae. Mama Tiae, simama, sijui kama mzee Tiae amekuja na watoto wote. Simameni familia ya mzee Tiae. Hawa wako pale, mkipita pale wakiamua kuweka uzio tusifike huko, hatufiki. Wale ndio wako pale mwanzoni, lakini ni familia za pekee sana. Wametupokea vizuri, tumefanya injili, tunashirikiana nao kama washiriki. Amina, wamebatizwa, kimsingi wanafanya kazi ya Mungu wakati huo. Amina, sijawahi kuona. Umeona mtu anabatizwa, lakini tayari ni mwinjilisti, anafanya kazi kwa hiyo tunashukuru sana kwa familia hii, na niseme kwamba Ellen Singers sisi ni familia kama mlivyotuona na mtatuona pia tunaimba. Sina haja ya kuwasimamisha tena kwa sababu ya muda. Ni familia ambayo tulianza uinjilisti baada ya kupiwa na wazazi wetu wote, tukasema tufanye nini. Mambo ambayo yalitusaidia kuanza kazi ni fedha ya rambirambi ya msiba wa mama ambaye alifariki wa mwisho fedha hiyo tukaitumia kununua Bibilia mia moja, vitabu vya kugawa vya roho ya unabii, vya mafundisho ya Bibilia vitabu mia sita. Ndivyo tulivyoanza navyo uinjilisti na tumefanya kazi hii kwa miaka sasa zaidi ya kumi na tatu, tunafanya kazi hii mama alifariki elfu mbili kumi na mbili. Kwa hiyo kupitia huduma hii ya muinjilisti tumejenga makanisa. Hili ni la sita, amen. Mengine yako kanda ya ziwa pale Geita, kuna makanisa mawili tumejenga, kanisa la Yerusalemu na Bwawani. Kanisa la Yerusalemu kwa sababu tunatumia mtindo wa Paulo, tukihubiri huwa tunarudi kufanya uamsho, kama tulivyofanya hapa. Tukifanya uamsho tunaweza kuzaa kundi lingine. Kule Geita tuijenga kanisa la mwanzo ni Yerusalemu, lakini tulivyorudi kuamsho tukazaa kwa wani mpaka leo, nalo ni kanisa na yanaendelea kuzaa makanisa. Ukienda Gusega pale la maji Mwalukonge, na kanisa ambalo Ellen Singers wamejenga. Ukienda Bariadi Magutano, kuna kanisa linaitwa Magutano. Kwa hiyo kadhalika, utaenda huku Iringa kuna kanisa, ukienda huku mbingu ya Morogoro huko kuna kanisa. Tunamshukuru Mungu kwamba kwa miaka kumi na zaidi tumebatiza watu zaidi ya elfu tatu. Kwa hiyo ni kazi ambayo tunaendelea nayo, na tunaendelea nayo hapa Mission Center. Tuna njozi ya shule, na hao watoto walioimba hapa ni sehemu ndogo ya wanafunzi wanaosoma hapa. Hao wanakaa bweni. Tunaomba msimame, watoto wazuri, mpunge mkono oweli na mmoja ni mtoto wa mzee wa kanisa wa Chalinze mji mpya. Simama eleli na ni fotokopi ya baba mwezo, kakaa na wengine wapo wa Chalinze hapa, watoto wa washiriki. Tunawatia moyo, waleteni watoto tuwalelee, tunalea kama wako kwenye familia. Lakini pia tuna njozi ya kuwa na sekondari hata na high school, tuna njozi ya kuwa na hospitali hapa kwamba hapa karibu na kanisa uponyaji wa kiroho, kutakuwa na uponyaji wa kimwili. Kwa hiyo hapa jirani kutakuwa na hospitali yani, daktari akishindwa anamleta hapa basi. Hili kanisa lina chumba cha wahudumu na chumba cha maombezi yani, we ukijisikia kuja kuomba njoo Magindu. Hivi chumba tuna mpango wa kuweka kapeti nzuri na mito Ukifika lala kabisa uongee na umongena, Mungu ikibidi pitiliza usingizi hapo, Bwana asifiwe. Yeah, yeah. Ukiamka umeshaota na nguzo imesimama malaika wanapanda na kushuka yaani, yeah, yeah. Tunatamani hapa kilo kituo cha malaika wanaopanda na kushuka, yeah, yeah. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa ukaribisho mzuri wa eneo hili la Magindu, uongozi wa serikali ulitukaribisha vizuri tuliponunua mwanzo eneo la kujenga kanisa tulinunua hilo la mbele, lakini mzee babayi akasema sasa, ili mimi, maana hili lilikuwa la mzee babayi, kasema hili nisiwe mimi katikati kanisa, alafu pale mimi, hapa kanisa, alafu mimi tena. Akaomba kwamba kanisa tusogee mbele ili lile eneo liwe sehemu ya kanisa lake, tukakubali lakini mzee, naamini wamesha kuja kukuona. Unaona, tumeshaanza kubanana humu, hatutoshi tena. Na pasta na mpango wa kutuletea makambi huku mwakani, maana sisi hatuwezi kwenda kukabika. Kuu mpongezi wa huduma anatuletea kambi huku sasa, hii tuwe na sehemu ya kujimwanga. Tumeanza kutamani tena utusogeze hapo sasa, naamini mzee Sondole wanaendelea kulifanyia kazi ila tunatamani kwa kweli tuwe na eneo ambalo watu tutajimwaga nje, tutaweka maturubai, watu watasikaa nje kwenye upepo wa miti yetu, tukae vizuri. Lakini pia tunakabidhi hili kanisa leo, ili liendelee sasa kusimamiwa na kanisa mahalia la Magindu chini ya uongozi wa fildi yetu. Tunatambua hatuna choo hapa sasa hivi kujisaidia tu, mpaka tuende kwenye vyoo vile vya shule. Kwa hiyo tuna jukumu kubwa, hata kupitia mkutano wa leo tuweze kuona namna ambavyo tutawezesha kuwe na choo mahali hapo, lakini pia vichache, blu, kodisha, tuna, wema, tuna viti vichache kiona hivyo vya bluu tumekodisha. Tunao wasamaria wema, wametuchangia, tuna kianzio cha kuongeza viti shilingi laki sita hivyo tutavileta viti kama wenyewe walivyotoa kwa ajili ya kundi hili au kanisa hili ili wasiwe na shida ya viti. Bwana asifiwe. Kwenye viti tutazingatia, tutaleta na vya watoto ili wao wasihangaike kukaa kwenye maviti marefu lakini pia tunatambua kwamba chumba cha maombi hakijakamilika, tunatakiwa tuweke kapeti na hiyo vito tutaileta. Kwa hiyo, Pasta, kwa unyenyekevu mkubwa tunaomba kukabidhi rasmi mradi huu ambao umekamilika kwa kuanzia. Sijajua kama wahandisi waliokuwa wanajenga kama wako hapa, mainjinia kwa jemani mkiongozwa na Baraka, okay. nawapo hawajafika, lakini wamekuwa ni watu wema, sio washiriki wetu, lakini wamefanya kazi hii kwa uaminifu mkubwa. Kwa kusema hayo, ninaomba sasa ni rejeshe, lakini naporejesha, niseme ile Ellen Singers sio tu hii kujenga makanisa na nini, tunafanya pia matendo ya kugusa maisha ya jamii hapa hii wiki tumegawa sabuni, tumegawa sukari, tumegawa chumvi, tumegawa viberiti kwa kina mama ili wasihangaike, tumegawa mafuta ya kupaka. Kuna wengine hapa leo wanang'aa kwa sababu ya kuwetu mafuta kidogo kidogo, lakini kikubwa ni kwamba tunagusa maisha ya watu Amen. Na tunafanya pia mashindano ya marathon kukimbia na mengine kwa hiyo, bado tutarudi Magindu, tutaendesha hata hizo programu. Tunafanya pia programu nyingine, ni ya ni ya hiyo nimeisema ya kwaya. Hapa tulipokuwa tunakuja, tumeanzisha hili kundi, lakini na kwaya huwa tunatafuta mwalimu, hatuku kwe wenda mbali kwenye michakato, mtatusamee. wakati mwingine tunawatumia tu marafiki. mwalimu Mosesi, naomba usogee mbele. huyu mwalimu nisikie mbo wa Kimasai manangela. huyu mwalimu ameutunga huu wimbo akiwa hapa kwa kushirikiana na wa Wamasai. Ticha Moses ni huyu, anaweza hebu ipa kidogo <laughs> abaleyo mangalina nekingaleajilo kagegiyelo baba Yesu ningolonilo yeah. <coughs> Yani, iyo mjiwe si amepatia <coughs> amekosejimasa amepatia huyu kalikunekimbatize awe Masai, Masai tumpe jina kama mimi mlivyonipa mimi, nimeshakuwa Masai huko mjini na sukuma tumda nistaafu narudi. Mungu awabariki wa sana. Tunayo kwaya nzuri ya Mission Center imefanikiwa kurekodi nyimbo nane mpaka sasa hivi chini ya usimamizi wa huyu mwalimu. Kwa hiyo tunamshukuru sana, na tunawashukuru familia kwa kutuelewa na kuendelea kutupa ushirikiano, kutoa watoto, lakini na kina mama tuimbe, itakapoitwa tuimbe, wanazijua wa nyimbo, wameshakuja Dar es Salaam kwenye kambi la chuo kikuu na wakaimba wakati tunakuja kuanza kazi hapa, ticha Masinde naomba usimame. Mwalimu Masinde ni mhitimu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, shahada ya ualimu. Kijana kama alivyo, alipohitimu, nikamwomba aje huku porini kuanzisha hii kazi. Nilikuwa ni pori kama mlipopita kote huko, akakuwa na kitu giza alikuja akakaa kwa Wamasai, akaanza kunywa kitu kinaitwa ngarapusi. Mpaka leo ananenepa, anakunywa maziwa ya Wamasai. Ndiye alianzisha kazi huku na anajiita yeye ni mtoto wa mama Mesha. Kwa hiyo ni kijana wa huku, sasa mshazoea, na ndiyo maana hata tukasema awe meneja wa shule, amemeneji miradi yote, amefieka likoni poli zito hapa lakini aliivua digrii akaiweka pembeni akafanya kazi ambayo tunaita ground work. Amechimba visiki humu kujapata kuona ticha. Masike, Mungu akubariki sana, umekuwa historia ya hapa na Mungu aendelee kukutumia hapa. Mungu awabariki sana, nashukuru sana. Basi, amina.